sio ndogo na ukiangalia, mimi nilikuwa napambana na kaka angu, huyu ni kaka wangu, damu yake iko kwangu, lakini tulivomaliza zoezi yale yaliyopita yamepita, lakini niwambie hivi mimi imani na nini, kwa sababu wangu kwa bado unaenda mbele, lakini niwambie hivi, kwa miaka kumi iliyopita katika Ktala huu wa uchaguzi uliweza kuniamini na mkanipa kibali, lakini hata leo nimeona imani yenu kwangu, kura thelathini na tatu, watu thelathini na tatu sio mchezo, wakakuamini na wengine wakaenda kwa ndugu yao. Najua kwa kipindi kingine wengine tisini na tisa watakua, ukicheza hata wote watapiga kwangu. Mimi niwatie moyo kwamba muendelee kuniamini, lakini yale tuliyokuwa tunayasikia tani ya meisha. Asante sana. Mwena jenizeni.